Tulipata ajali asubuhi na kwenda Morogoro. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. Tumeona treni imehama kwenye reli Mtumbee. Yani, hii nguzo ndo kama imesaidia hii treni isiweze, pengine zibewa zote zingedondoka tungeumia sana lakini, tunamshukuru Mungu, kuna watu wameumia kidogo, sio wote.